Naposema kwamba huyu sio mwanaharakati eh, huyu sio mchungaji huyu, ni mwanaharakati ah, ah. Imani kabisa neno la Bwana likamshukia Elia. Neno la Bwana likamshukia Mchungaji Helbeti. kwamba nenda ukaambia umeua ili utamalaki. Nenda ukaambia ukawambia watu wale umeua ili utamalaki. Maisha ya imani kabisa ni harakati. Usilopenda kutendewa usimtendee na mwingine kuna aina vitu hauwezi ukakaa kimya kwa sababu kwa sababu wote ni wanadamu. Maandiko amesema enendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe, haijalishi yuko kwenye cheo gani, yuko wapi. Kwenye ubaya tutasema, kwa sababu na wewe utakufa. Mwisho wa siku utakusimama mbele ya huyo ambaye tunamwabudu kila siku. So, kwa sababu, kwa vyovyote vile, na nyie mna imani, na nyie mkitoka hapo kwenye vyeo vyenu, kuna maeneo mnaenda, kuna makanisa mnaenda kusali kuna misikiti mnaenda kuabudu huko kwa, kwa, kwa vyovyote vile mtaambiwa kwamba msilopenda kutendewa msimtendee mwingine. Imani kabisa ni uharakati. Yani tunaposema kwamba mtu ni Mkristo, ujue ni mwanaharakati wa neno la Mungu. Imani kabisa ni harakati. Acha nikusomee Wafalme wa Kwanza sura ishirini na moja ni kwanzia tu kidogo huko kwa mbali kidogo, kwanzia mstari mstari wa kumi na nne. Wakampelekea Yezebeli habari wakasema, Nabothi amepigwa mawe, amekufa. Ikawa Yezebeli aliposikia kwamba Nabothi amepigwa kwa mawe na kufa, Yezebeli akamwambia Ahabu, inuka ili utamalaki shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli alilokataa kukupa kwa fedha maana nabothi hako hai lakini amekufa ikawa ahabu aliposikia ya kwamba nabothi amekufa akaondoke, akaondoka aliteremkia shamba la mezabibu la nabothi mezreeli ili alitamalaki mstari wa kumi na saba pointi yangu iko hapa neno la bwana likamjia elia mtishbi kusema ondoka ushuke ukutane na ahabu mfalme wa israeli neno la bwana likamjia Likamjia Elia kumwambia, enenda ushuke ukutane na mfalme wa Israeli. Kama ni katika nyakati za sasa, tunasema enenda ukutane na rais wa Tanzania, enenda ukutane na rais wa Zambia, enenda ukutane na waziri fulani. Sio kuingilia siasa, imani kabisa ni, ni harakati. Imani kabisa ni harakati. Endelea hapa, nasema Ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli akaaye katika Samaria. Yuko katika shamba la mizabibu la Naboth, ndiko alikoshukia ili alitamalaki. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Je, umeua ukatamalaki? Imani kabisa kabisa, imani kabisa kabisa ni harakati. Hapo hapo sema kwamba huyu sio mwanaharakati. Eh, huyu sio sio sio mchungaji, huyu ni mwanaharakati. Ah ah. Imani kabisa neno la Bwana likamshukia Elia. Neno la Bwana likamshukia mchungaji Helbeti kwamba nenda ukaambia umeua ili utamalaki. Nenda ukaambia watu wale umeua ili utamalaki. Tunavyoona kama unavyoona katika Biblia ambavyo inasema maandiko ambavyo natuambia neno la Bwana likamshukia Elia kuwaambia watu wale, je yeah, umeua ili utamalaki. Unapouwa ili utamalaki, kuna mabaya yanakuja, kuna vitu kadha kadha vitakuja, vitakutana na wewe ambavyo automatika ni, ni matokeo ya ubaya wako, na hayo yanasemwa ili kama kuna uwezekano wa mtu arekebishe njia zake. Soma maandiko, hapa anasema je, yeah, umeua ukatamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi mahali pale mbwa walipoiramba damu ya Nabosi, mbwa watairamba na damu yako naam, damu yako. Naweza ukasema eh, Elia, kama ndio ingekuwa nyakati hizi sasa, anaingilia anaingilia siasa, anaingilia. Hapana, na Mungu, maandiko yamesema karipia, kemea kwa ukali wote, karipia. Huwezi ukakaripia kwa upole, huwezi ukakemea kwa upole imani kabisa kabisa, ni wanaharakati imani, ni wanaharakati. Mi ninachoamini kwamba kwa vyovyote vile, kwamba undogo ndugu umemkamata, lakini nachoamini ni kwa sababu ya neno la Mungu, kwa sababu hakuna uovu ndani. Mi ninachoamini kabisa, hakuna uovu ndani. Ee, ninachoamini hakuna uovu ndani na kwa vyovyote vile, tangu siku za zamani automatika ilivyotokea kuna watu fulani wanapingwa. E, ilivyotokea tangu nyakati hizo automatikali, kwa sababu sasa kulinda madaraka na kubaki pale ili wawe salama. Tangu nyakati hizo basi, kulikuwa kuna namna ambazo wanaendelea nazo e, kuna namna alikuwa anaendelea nazo kikubwa, asije akanitoa bwana wangu kwenye ile nafasi, isije kawa vile pale koko vyovyote vile, mimi ninachojua kwamba ana kosa lolote, ni mtu wa Mungu. Mwacheni ana kosa lolote, ni mtu wa Mungu, na tabaki kuwa mchungaji, anachunga roho za watu. Amekuwa sababu za wengi kuacha umalaya, amekuwa sababu za wengi kuacha vitu kadha kadha ambavyo automatically tungekuwa tunashuhudia uharibifu kwenye kwenye mitaa, lakini unakuta kuna namna ambavyo hata watu wake, kuna sifa njema kule, watu wana sifa njema. Mi nikwambie tu kwamba imani ni uharakati wa neno la Mungu, ni harakati za Injili, kwambia kwamba kwa vyovyote vile utaishi duniani milele, hutaishi milele. Leo niishie hapa.